Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Imepokea mkopo wa masharti nafuu wa dola za Kimarekani milioni 500 kutoka serikali ya India kwa ajili ya utekelezaji wa mpango wa usambazaji wa maji safi na salama katika miji 28 nchini. Miongoni mwa miji itakayofaidika na mkopo huo ni Handeni, Korogwe, Muheza na Pangani mkoani Tanga. Mradi wa maji wa Handeni, Korogwe, Muheza na Pangani umefikia asilimia 74 ya utekelezaji wake ambapo unahusisha uchotaji wa maji kutoka mto Pangani na kusambaza kwenye miji hiyo. Mradi huo unatekelezwa kwa gharama za dola za Kimarekani zaidi ya milioni 81 ukiwa na lengo la kuboresha upatikanaji wa maji safi salama na ya uhakika kwa wananchi wa maeneo husika. Tuko kwenye mradi wetu wa miji 28 ambao huu ndio mradi ambao unaenda kutatua kero ya maji kwenye miji yetu ya Korogwe, Handeni, Muheza na Pangani mradi huu unahusisha ujenzi wa kidakio cha maji, kuna machujio ya kuchuja maji, kuna ujenzi wa matenki nane pamoja na miundombinu ya bomba ya kilomita 108. Mpaka sasa hivi tumeendelea na ujenzi wa machujio pamoja na kidakio cha maji, yaani intake, na uko kwenye hatua za mwisho za ukamilishaji. Pamoja na hayo pia, matenki yote tumeshayakamilisha na enyewe mengi yako kwenye hatua za kumalizia. Lakini pia kwenye bomba kilomita 178 tumelaza kilomita 173, kwa hiyo tutaenda kumalizia pia uh, ulazaji wa bomba kwenye eneo yetu la mradi. Kwa sasa hivi mradi wetu umefikia asilimia 74 ya utekelezaji, na tunategemea tutaendelea na juhudi ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii zaidi kuhakikisha mradi unakamilika kwa wakati. Mradi huu utaenda kuhudumia watu wengi sana kwenye eneo letu la mradi na utaenda kutatua changamoto ya upatikanaji wa maji ambayo unakabili maeneo haya ya Korogwe, Handeni, Muheza na Pangani. Kwa sasa kwao, tunaomba wananchi wawe na subira kwa ajili ya kuboresha kwa huduma hii ambayo kwa muda mrefu tumekuwa tunaisubiria, na sasa tutaenda kupata huduma bora kabisa ya maji safi na salama na yenye ya kutosheleza na kutatua hii changamoto ya maji kwenye maeneo yetu. Katika mradi huo kuna ujenzi wa kituo cha kutibu maji, water treatment plant, ambacho ndicho mhimili mkuu wa kuhakikisha maji yanayofika kwa wananchi yanakuwa salama kwa matumizi ya binadamu. Ni na Korogwe tumekuwa na changamoto nyingi. Wakati wa mvua tunapata maji yenye rangi, maji machafu. Ukiaweka kwenye ndoo, baada ya muda unakutana na ndoo imekuwa nyekundu kule chini, kiashiria cha kwamba maji hayakuwa masafi sana. Lakini kupitia hii water treatment plant, machujio haya ambayo ni ya kisasa mno, tutakuwa na maji meupe. Kwa hiyo yatakuwa ni maji masafi, lakini sio usafi tu, ni maji safi na salama, kwa maana ya kwamba unaweza ukafungua kwenye bomba ukanywa bila kupata magonjwa yoyote. Kituo hicho kitahusika na kuchuja, kutibu na kuondoa uchafu pamoja na vijidudu hatarishi katika maji kabla ya maji kusambazwa kwenye mtandao wa mabomba kwenda majumbani, taasisi za umma na maeneo ya biashara, kwa sababu tumeona mitambo itakayokwenda kwenda kusaidia kufanya usafishaji na kemikali zitakazowekwa kwa ajili ya usafishaji wa wa maji. Lakini ukiangalia pia huu hiyo infrastructure yenyewe ilivyo water plant treatment plant ya kisasa mno, ambayo yote hizi jitihada za Daktari Samia Suluhu Hassan kuhakisha kwamba tunapata maji mazuri na wananchi wetu wanapata tabasamu la kweli la leo na la miaka zaidi ya 25 ijayo. Kukamilika kwa kituo hicho kunatarajiwa kupunguza kwa kiasi kikubwa changamoto za magonjwa yatokanayo na maji yasiyo salama pamoja na kuboresha afya ya ustawi wa jamii. Akiwa kwenye kijiji cha Tabora kata ya Mswaha wilayani Korogwe kilipo kituo cha kutibu maji, mbunge huyo wa Korogwe mjini amesema mradi huo ni mkombozi mkubwa kwa wakazi wa eneo lake ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakikabiliwa na upungufu wa maji safi na salama. Mbunge huyo ameipongeza serikali kwa jitihada kubwa inazochukua katika kuwekeza kwenye miradi ya kimkakati yenye kugusa maisha ya wananchi moja kwa moja. Kumbuka mtazamo wa mama aliyokuwa nao na anakotaka twende, kusudio lake kubwa ni kuleta tabasamu kwa wananchi, na tabasamu hilo linapatikana katika kila eneo. Sasa tabasamu kubwa zaidi linalotarajiwa kwenye jimbo langu la Korogwe mjini ni maji. Hicho ndiyo kitu ambacho tunaamini pamoja na mengine yote tunayoyafanya, lakini maji ni moja ya changamoto kubwa zaidi. Tuliongea wakati alivyokuja mgombea mwenza ambaye ni makamu wa rais Dr. Nchimbi tuliongea alivyokuja mgombea wetu wa urais ambaye ni rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, na niliendelea kusema hivyo katika kampeni zetu zote tulizozifanya. Kipindi kile tulitazamia kwamba mradi huu watu wa Korogwe wataanza kunufaika na maji katikati ya mwezi wa pili, lakini nimeridhishwa na maelezo ambayo umetupa changamoto ambayo ilikuwepo katika kutengeneza ile diversion ambayo kwa kiasi kikubwa imesababisha kuchelewa kwenda kuanza kupata huduma hii ya maji. Lakini pia, kutokana na namna ambavyo tumepita, tumejiridhisha na maelezo uliotupa wewe na maelezo aliyotupa mkandarasi pamoja na washauri wa mradi kwamba mwishoni mwa mwezi wa tatu tutaanza kupata maji yanayotokana na mradi huu wa miji 28 katika jimbo letu la Korogwe mjini. Akizungumzia hali ya utekelezaji wa mradi, mbunge huyo amesema ameridhishwa na kasi ya ujenzi iliyofikiwa hadi sasa, huku akisisitiza umuhimu wa mkandarasi kukamilisha kazi kwa wakati na kwa viwango vilivyokusudiwa ili wananchi waanze kunufaika mapema. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kwanza kuwapa tumaini wananchi wa Korogwe mjini Hali ya mradi ni nzuri, inatupa tumaini kubwa la kwenda kutatua changamoto hiyo mwishoni mwa mwezi wa tatu, na kama nilivyoongea katika mazungumzo yetu na wakandarasi, na mkanipa commitment ya mwezi wa tatu, kwangu najipa KPI kila mwezi, mwisho wa mwezi wa mwezi wa kwanza nitakuja tena, mwisho wa mwezi wa mwezi wa pili nitakuja tena, mwisho wa mwezi wa mwezi wa tatu tutakuja kusherehekea kuanza kupata maji kutoka katika mradi huu ndani ya jimbo letu la Korogwe. Ninawaomba sana tuishi katika ahadi yetu hii, kama tunahitajika kufanya kazi usiku tufanye kama tunahitajika kuwa na overtime tufanye, lakini tuhakikishe mwishoni mwa mwezi wa tatu tunapata maji katika jimbo letu la Korogwe. Mwisho, mbunge huyo ametoa wito kwa vijana wa Korogwe kutumia nafasi vizuri walizopata za ajira. Tumeambiwa namna ambavyo vijana wengi wamepata ajira kutoka kwenye mradi huu. Nitoe wito wangu kwa vijana sasa. Wakati mwingine lazima tuwe wa kweli na tunyooshe maneno anapopata fursa kwenye hii miradi waiwakilishe vyema jamii ya, ya vijana wa Korogwe mjini. Kuiwakilisha vyema maana yake ni nini? Wafanye kazi kwa bidii, wajitume, ili kuonyesha kwamba tunao vijana ambao ni wawajibikaji na ambao wanahitaji kuhusishwa katika kazi zetu, lakini pia wawe waaminifu. Hicho ndio kitafanya wawekezaji na makontrakta wengine wanaokuja kwa haraka wafikirie kupata vijana kutoka kwenye jamii yetu kwenye kwenda kufanya kazi kwao. Tusiharibu, tusipoteze fursa zinapokuwa zinatufikia vijana. Lakini mradi huu umeajiri vijana wengi na utaendelea kuajiri vijana wengi mpaka kumalizika kwake, na niombe mwendelee kuangalia vijana wetu wa jimbo letu la Korogwe mjini na maeneo mengine ambayo mradi huu unapita, ili waweze kupata hizo fursa. Lakini pia wakandarasi wengine tutawahamasisha kuhakikisha kwamba wanatoa fursa za ajira kwa wingi zaidi kwenye vijana wa Korogwe mjini. Na baada ya kusema hayo, mkurugenzi, ni kushukuru sana kwa namna ambavyo umetupokea. Mradi wa HTM unatarajiwa kuwa suluhisho la kudumu la changamoto ya maji katika miji ya Handeni, Korogwe, Muheza na Pangani, na ni sehemu ya mkakati mpana wa serikali kuhakikisha kila mwananchi anapata huduma ya maji safi na salama kwa maendeleo endelevu ya taifa.